Ba mutu ba Diko, leo nimewaletea jambo la professional heavy duty blender kutoka Mimas. Hii hapa jamani, inasaga mpaka matofaiya ya kuchoma mpaka na mrojo. Kwa hiyo kama jamani, unauza juisi, unataka kusaga nafaka, vitu vigumu vigumu, this is the blender kwa ajili yako

na kuachia, alafu tutasaga moja kwa moja. Kama mnavyoona, karanga zetu zimesha kuwa unga, lakini zote zimesogea pembeni. Nitachukua na niliki jiko, nitarudisha katikati, alafu tunaendelea kusaga. Usiweke maji mseke chochote. Ngoja uone, ukiangalia chini utaona imeshaanza kuwa paste. Sawa. Eh, mimi ninachofanya hapa ni kurudisha katikati sababu ikisaga karanga zinasogea pembeni. Kama mnavyoona imeshaanza kuwa tope. Tunaendelea kusaga mpaka tuupate peanut butter yetu. Mmeona? Mmeona imeanza kuwa tope inaub, hatujatia hata tone la maji. Look at this jamani. Yes. Kama hapa jamani, tumeshamaliza ngoja ni onyesho. Mmeona kitu hicho? Mmeona umeona, uda umefika jamani, wakuonja ya tbsdinikw apa tope topeli